Ikipita hapa kuisha ni sheria. Kwa sababu inangoja tu stage number 8. Hii inaitwa nini? Presidential assent. Yaani president saku hapa hii akimaliza, speaker anapua na prepare i think, inakwanga speaker na clerk wanatengenezanga something we call a vellum copy, kindly google for the people na uwaekea hapo vellum copy. A vellum copy ni ile black and white copy yenye president anaanga kusign, so hiyo ndio speaker umletea, it's called a vellum So akisha so president ikikuja for assent president anakuwaga na two roles. Either angalie hiyo bill na ikatae airudishe bunge ifanyiwe corrections. Now we have a indio kazi ya Attorney General mwanasheria mkuu. Au nini huni anakuaga wakili wa, wa serikali, government adviser, legal uh, the official legal government adviser. Unataka kuniambia anaitwanga Nancy Oduor. Uh, so Duol, uh, Nancy Oduor, uh, sindio? Yeah. Yeah. Aliangalia kitu na akaona hiyo hiyo yo makosa yote yenye imefanyika hapo ya, ya kusema watu watazimiwa internet na akanyamaza tu. Akaambia president iko sawa. Ndio maana mimi nasemanga sometimes tusilaumu tusi president you know why? Mwana sheria, wewe loya wako Obina akikwambia leo Obina, umefanya makosa si ndio? Loya wewe, unauliza loya wako tufanye aje akwambie ukifika court kataa kila kitu si ndio? Utaenda ufanye opposite kweli. Utafanya vile anase? Kumaanisha huyu alimwambia sheria iko sawa? Iko sawa. So akafaa nini? Akaitika. Sasa tumemaliza the how, tumemaliza 5wh tumejua o, oh, tumejua sheria iko na shida, tumejua ni nani aliileta, tumejua sheria inatengenezangu aje. So tunaenda hapa haraka haraka, saa tunafanya agreements, tujiulize hapa na weo bina, sahii si tumeisha ichambua, tumejua yes. Problem iko wapi? Yes. tuende haraka haraka nikuulize hii maswali unijibu. Obina vile tumeangalia unakubali kuna shida ama hakuna shida? Kuna shida. Kuna shida. Kwa hivyo kama tuendelea ama tusiendelee? mkiamua tuachie hapo tunaachia. Kuna shida kubwa sana. So <laughs> kama kuna shida, tumekubaliana kuna shi? Kuna shida. So first kwa hiyo ACDRQ first we must agree. Kulingana na vile tumefanyia hiki kitu analysis. Tuko sawa? Ndio. Yep. Kama hatuko sawa tunafanya nini? Okay, tumeagree. Fine, we go, we proceed. Tunaagree aje? Hii kitu inavunja chapter gani ya katiba? Number one, inavunja chapter one chapter 2, chapter 4 ya hii katiba. Kwa nini? Ina affect our sovereignty and the people, because sasa ukishanitisha, ukishanizimia internet si, si, si unazuia mamlaka yangu ya, ya, ya, ya, ya kufanya mambo yangu vile nataka si ndio? alafu ukienda bado huko kwa bill of rights unanizuia access to information, because kumbuka hiyo sikuobina wewe utataka kuwa live si ndio? kuna watu wenye wanaamini sisi update zote zenye tunataka kuhusu election ama maandamano tunataka kuitoa kwa Obina TV. The reason why tulikuwa tunafuataga ma TV hizo the old school media ilikuwa ni kwa sababu hiyo, ndio ilikuwa technology of that time. True. Hamwezi tena turudisha wa? So acha nikuambie tactic yenye serikali hutumia hii, ndio tactic serikali hutumia. Serikali ikijua sheria itaumiza watu fulani, inatengenezanga budget haraka haraka, inapatia hawa watu kwanza, waende wasifu hiyo sheria ndio siku mtaanza kuumia. Wananchi wanakuambia na, si nyinyi ndio mlikuwa hapo bina? si tulikuona chani? kupatia example, nani alisema not yet uhuru? Jaramogi. Nani alisema uhuru na Kenyatta atutaki atu, atu, atu independence, kama mjiachilia Kenyatta. Nani alikuja ku, ku, ku, kuweka Jaramogi kwa mashida mingi hiyo? ni <laughs> namba one, si ndio? Nani alikuja kusema ati ah, unakumbukaga ile spichi ya Orengo akiambia wale watu ati ati government will come like government eat their own people yeah? Nani alikuwa lida wa majority wa senate hiyo time? Murkomen. Nani alikuwa lida wa majority wa uh, national assembly? Duale. Hao ah, wote ndio walikuwa wana enjoy power, hata regard alikuwa huko bado.